Mafunzo yetu ni kwa vitendo, kwa asilimia mia moja. Unafundishwa namna bora ya kuweza kufanya kazi yako kwa uadilifu, kwa kuzingatia kanuni na sheria, na mafunzo haya yanakujenga wewe kuwa na uthubutu. Unapokutana na mtu wa rangi yoyote kwenye swala la makeup, hutaogopa hutopata kiwewe, bali utafanya kazi ukiwa unajiamini zaidi. Waliopita ndani ya Mamap Beauty Saloon wanajua na hawana maulizo mengi, wanafahamu. Wateja ambao wamewahi kufika ndani ya Mamap Beauty Saloon wanajua mkono huu, mkono wa dhahabu hauna ubabahifu. Hapa mwanafunzi wanapata maelekezo namna ya kuweza kufanya decoration ya macho na kuweza pia kutengeneza pua, eh, kuchonga pua. Mtu anakuja nakuambia, nataka unichonge pua, nataka kuwa na pua kama ya Msomali. Hapo una wasiwasi, kwa sababu unajua kazi yako, unajua nini ambacho unatakiwa ukifanye, na hiyo inatokana na mafunzo madhubuti ambayo taku umeyapata. Kwa hiyo, wale ambao wanatamani kujifunza makeup binafsi, tunatoa mafunzo hayo kwa undani kabisa. Lakini pia kuna wale ambao wanatamani kutumia makeup kama njia ya kujiingizia kipato, binafsi hilo pia usitie shaka, wasilia nasi kwa namba sifuri. Sote kwa pamoja tunafahamu ya kwamba changamoto ya ajira ulimwenguni imezidi kuwa kubwa na kari, siku zinavyozidi kwenda, inazidi kumea mizizi, lakini ukiwa na ujuzi, ondoa shaka. Hapa sasa mwalimu anaelekeza namna ya kukontua, namna ya kukontua jamani. Unaona, si unaelewa? Si unaona si unaelewa? Angalia kwa makini, fuatilia page yetu, tia hapa hapa Instagram, TikTok, lakini ukienda kule uh, YouTube pia utakutana na chaneli yetu ambayo itaweza kukuonyesha kwa undani kabisa namna ambavyo tuna fanya kazi na namna ambavyo tunataka mrembo wetu apate muonekano madhubuti katika swala zima la makeup. Imani tukusema makeup hu haiongopi, ni kweli kabisa, na ndio maana watu wengine hawapendi swala la before, kwa sababu wanaogopa kwamba usije ukakimbia bure. Hii ni makeup, darasa la makeup, hatua kwa hatua, mdogo mdogo Hivo unajua makeup artist wana maana gani? Artist maana yake ni mchoraji, ni mtu ambaye anaweza akadisaini sura ya mtu ikaonekana katika muonekano ambao umetradadi, unavutia, unaita, unajieleza. Yaani kuna mtu akifanyiwa, unasema yes, huyu aliyefanya makeup amesoma, ametulia darasani. Karibu darasani kwetu, hautojutia na sasa. Habari njema ni kwamba tuna darasa la jioni eh? darasa la jioni kuanzia saa kumi mpaka saa moja kamili. Wewe mfanyakazi, unaweza ukaamua ukaingia saa kumi na moja unaweza ukaingia saa kumi na mbili ukatoka saa moja Misali moja ni nyingi sana kwa mtu ambaye ametulia anataka kupata kitu chake cha muhimu. Nakwambia, usipoteze muda huu. Ni mwaka wa kuweza kuona mafanikio yako kwa kazi za mikono yako eh? Haya sasa, hapo mwalimu anaanza ku blend baada ya kuwa tayari ametengeneza sura na eh, amechonga sura, sindio? Jamani, hapo ana blend, si unaelewa eh? si unaelewa sijui, unaona ni hatari kwa kweli. Tunasema hatari na nusu hatari kamili. Karibu darasani kwetu. One sasa, one sasa, huyu ni mrembo wetu. saba tano nne themanini na moja themanini na nane arobaini na saba Hello. You're welcome baby, karibu sana ndani ya Mamap Beauty ili uweze kujionea kutofauti. Piga kelele kwa Mamap yake, watu wiwi watu kunoge jamani, watu kupendeza! Si unaona makeup hiyo, si unaona rangi ilivyochanganywa hapo? Njano si njano, weupe sio weupe. Ala, karibu sasa ujionee mambo ya maajabu ya mkono wako. Karibu sana Mama P Beauty.